Mamlaka niliyopewa na sheria sura namba 245 iliyoanzisha taasisi ya uhasibu Tanzania, natamka kuundwa kwa mahafali ya 23 ya taasisi ya uhasibu Tanzania kampasi ya Singida. Kwa majina anaitwa Adija Lindomite Malikula. Ah, kwa mimi najisikia furaha kupata degree kwa sababu elimu ndio ufunguo wa maisha. Um, changamoto za ajira ni zipo lakini inatubidi tujiajili kwa sababu saizi ukitegemea ajira, soko la ajira limekuwa ni gumu, kwa hiyo inabidi tu tujiajili. Kwa mfano mimi nina kipaji cha kusuka, kwa hiyo nikitoka hapa naenda kufanya shughuli za ususi, urembo. Hasa kipi ambacho utakikumbuka ulipokuwa kushirikiana na wenzangu? Tumegraduate pamoja. Safari ilikuwa ni ndefu, miaka sita sio mchezo. Pia kuwakumbuka walimu, wametufundisha mazuri, wametufundisha twende kuishi vizuri katika jamii. E, mimi naitwa Johnson Edward. Uh, nimehitimu uh, kutoka chuo cha TIA uh, nimehitimu degree katika fani ya uhasibu mwaka huu. Hapa ni moment nzuri sana kwa sababu takriban miaka mitatu ya masomo sio jambo fulani vidogo, sio jambo rahisi sana lakini namshukuru la Mwenyezi Mungu kwa mkono wake nimeweza kuvuka mpaka leo hii hapa tumeweza kusherehekea mahafali haya, so ni jambo la kufurahisha sana, la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza, kwa sababu haikuwa rahisi kwa miaka mitatu yote ambayo tumekuwa tukisoma mimi pamoja na wahitimu wenzangu. Hivyo ni jambo la kuweza kufurahia, eh, miaka mitatu ya kile ambacho tulikuwa tunakipambania. Uh, kikubwa ni kwamba kuangalia kila fursa ambayo ipo mbele yetu na kuangalia namna ambavyo unaweza uka ukaitumia uka, uka, uka, uka fursa ikakunufaisha kimaisha bila kuchagua. Unajua, kuna, kuna, kuna ile hali ambayo vijana walikuwa wanachagua kazi eh. Kuna mwingine leo amehitimu anataka apate kazi hiyo hiyo ambayo ameifanyia kazi kwa wakati huu hapa kabla hijaja Unaangalia fursa ambayo ipo ili mradi ni ya halali, unachacharikia. Kwa majina, naitwa Aisha Hassan, ni mhitimu ngazi ya bachelor degree mwaka wa 2025 katika chuo cha uhasibu TIA Singida. Ah, kiukweli namshukuru Mungu, kazi haikuwa rahisi, tumepitia vitu vingi, tumejifunza vitu kibao. Umejifunza ubunifu, jinsi ya kujikimu kimaisha, kujitegemea kwa ujuzi ambao nimeupata TIA. Kiukweli namshukuru Mungu, kwa sasa hivi naweza nikafanya biashara zangu mwenyewe. Kiukweli kwa changamoto ya ajira, ujuzi niliopokea kutoka TIA Singida umenisaidia mimi kuweza kufungua biashara yangu mwenyewe. Kwa sasa hivi nina biashara ambayo inanisaidia kupata pesa kujikimu kimaisha mahitaji madogo madogo huku unaendelea kutafuta ajira taratibu. Aa, kitu ambacho nitakimisi TIA Singida ni jinsi namna ya ufundishaji, jinsi walimu pamoja na wanafunzi walivyokuwa wanatoa wanapeana ushirikiano. Kwa kweli ushirikiano ni mkubwa mpaka kufikia hapa tulipofikia tunamshukuru mungu hatua tuliopiga sio ndogo tumeshirikiana vikubwa pamoja na walimu tulipokwama walitusaidia tulipoona pagumu waliturahisishia kwa majina naitwa Peter Lucas Kolongo ni waziri mkuu mstaafu serikali ya wanafunzi tiaso mwaka wa masomo 2024/2025 kwa kweli nimejisikia vizuri na nipashasha kubwa kabisa kwa sababu nimehitimu katika mikono salama katika chuo cha uhasibu tawi la Singida na nimepata maarifa na juhudi mbalimbali mbali ambazo nilifundishwa na wahadhiri au wakufunzi wangu, vitu ambavyo nitavimisi nikienda mtaani. Cha kwanza kabisa nitamisi, naweza nikasema nitamisi ile inaitwa loan, maana ya bodi ya mikopo ya elimu ya juu ambayo ilikuwa inatu tunapewa wanafunzi au wanufaika wa bodi ya mikopo. Hivyo basi nitamisi cha kwanza, nitamisi marafiki, nitamisi mijumuiko mbalimbali, nitamisi semina mbalimbali ambazo zilikuwa tunafundishwa chuoni, pia nitamisi ndugu zangu ambao tulianza toka mwaka wa masomo 2022 hadi 2025 tulipoanza shahada ya kwanza hadi tulipohitimu leo hii. Of course, nimejipanga vizuri. Cha kwanza kabisa nilichokiweka kichwani soko la ajira ni gumu tunavyojua, lakini ni kumuomba Mwenyezi Mungu na kupambana zaidi. Ajira tu si serikalini, hata sekta binafsi zinatoa ajira. Hivyo basi, hata si hivyo tu, pia nitapambana kwa nguvu zote, kujituma kwa nguvu zangu zote ili niweze kufanikisha. Kwa majina naitwa Ashimu Ali Shabani, kwa majina naitwa Ashimu Ali Shabani, ni muhitimu wa Bachelor of Accountancy degree. Ah, kikubwa najisikia furaha sana nimehitimu maana ilikuwa sio kazi ndogo. Maana nimefurahi sana kuhitimu pamoja na wenzangu, ni jambo la furaha sana. Kuhusu soko la ajira, tumejipanga hivyo hivyo, kikubwa tukapambane, tukipata nafasi tuweze kuzifanyia kazi vizuri, tukapambane huko huko mtaani nini. Naitwa Shinje Mayunga Katebi ni mhitimu wa degree accountants katika chuo cha TIA Singida. Unajisikiaje leo hii umehitimu? Aa, najisikia furaha kwa sababu nimehitimu salama. Changamoto ni nyingi za hapa na pale, lakini kikubwa namshukuru Mungu nimemaliza salama. Kitu ambacho nitakimisi ntamisi vitu vingi ntamisi kwamba ile chemistry ya wanafunzi wenzangu tuliokuwa tunashirikiana kwenye matatizo, kwenye kusoma, na marafiki wangu pia ntawamisi sana. Aa, kwa majina naitwa Daudi Benyulano Juma, mkoa ee, wangu mimi natokea Kigoma. Uh, nilifanikiwa kujiunga na chuo cha TIA kampasi ya Singida mwaka elfu mbili na ishirini na mbili mwaka kwanza degree nimeanza hapa mpaka uh, 2025 ndo tumekuja kuhitimu mwezi wa saba. Ah uh, kwa kweli namshukuru Mungu tuna tunamshukuru Mungu kwa safari ndefu sana lakini kwa, kwa siku hii ya leo imekuwa siku yangu ya kipekee ya, ya kuvukumu kwenye maisha yangu kwa sababu nilikuwa na wenzangu tunapambana, tunasoma, tunasajiliana na, na matatizo mbalimbali. Najisikia mm, vizuri, najisikia vizuri na yote nayote, ajira ya ya ni sehemu ya mpango ya Mwenyezi Mungu, na sio kwamba nikipambo changu, nimesoma nije nipate ajira pia. Nimesoma ajira maana nimesoma somo la ujasiriamali miaka mitatu kwayo, naelewa ajira sio rahisi. Uh, kitu ambacho nitakikumbuka hapa na nitaendelea kukiishi sana ni muunganiko wa watu mbalimbali.